Tunaiona bahari tulivu, lakini ni wangapi wanaojua kina chake? Kuna aina ya watu ambao akili yao ni bahari yenye kina kirefu. Wanapenda upweke, wanajibu simu kwa shida, lakini ndani yao kuna hekima, uaminifu na hisia kali ambazo zinaweza kuponya dunia. Huenda umewahi kujiita introvert au mtu wa aibu, lakini ukweli ni kwamba wewe ni zaidi ya hivyo. Leo tunaenda kuzama katika haiba adimu na yenye nguvu iitwayo introvert melancholic. Kama wewe ni mmoja wao au unaishi unafanya kazi na mtu wa aina hii, video hii ni ramani yako. Tutakufichulia sifa kumi za kipekee zinazowafanya hawa watu kuwa wanasayansi waliofichwa na waponyaji wa kimya wa ulimwengu wetu. Je, unajua ni kwa nini mtu huyu anaweza kufikiri zaidi ya kila mtu lakini akapambana na mawazo yake mwenyewe, au ni kwa nini anatafuta ukamilifu usiokuwepo? Jibu la maswali hayo liko mwishoni mwa video hii. Usipitwe. Kabla hatujaanza safari hii ya kina, gonga kitufe cha subscribe hapo chini. Mimi ndiye Saikolojia Channel na kazi yangu ni kukusaidia kugundua kina cha haiba yako. Subscribe sasa ili usikose video zetu zingine za kisaikolojia na mafunzo ya maisha, twende kazi. Moja, ni mtu mwenye fikra nzito na akili ya kina. maobi haya, mtu mwenye haiba ya introvert melancholic si mtu wa kufanya mambo kwa haraka haraka. Akili yake ni kama bahari tulivu yenye kina kirefu. Ukitupa jiwe ndani halionekani tena, maana linaenda mbali. Anapofikiri jambo, uliangalia kwa pande zote, ulichambua na kulipima kwa mizani ya hekima. Ni mtu wa tafakari, mwenye uwezo wa kuona mambo ambayo wengine hawaoni. Hii humfanya awe mwanasayansi mzuri, mwandishi makini, msanii mwenye uhalisia, au mshauri mwenye busara nyingi lakini wakati mwingine hulazimika kupambana na mawazo yake mwenyewe maana anapotaka kila kitu kiwe sahihi, anaweza kubaki kufikiri zaidi kuliko kutenda. Mbili. Ni mtu mwenye hisia za kina na huruma kubwa. Introvert melancholic ni mtu ambaye moyo wake unasikia zaidi ya masikio yake. Akiguswa huguswa mpaka ndani kabisa, akipenda hupenda kwa moyo mzima, si kwa maneno bali kwa matendo na kujitoa anauona uchungu wa wengine kama ni wake na anapenda kuwasaidia kimya kimya, bila kutaka sifa. Lakini kwa upande mwingine, kwa kuwa moyo wake ni laini, anaumia kirahisi, hata kwa jambo dogo tu ambalo wengine wangeacha lipite. Ni watu wanaoweza kulia kwa wema wa mtu au kwa huzuni ya dunia. Ndiyo maana mara nyingi introvert melancholic huwa mtu wa upole, utulivu na hisia za kina zinazojenga upendo wa kweli. Tatu, ni mtu anayetafuta ukamilifu katika dunia ya introvert melancholic, kila kitu kina nafasi yake, kila kazi ina utaratibu wake, na kila jambo lina namna bora ya kufanyika. Hapendi kuona makosa, hapendi haraka na hapendi kazi za kubahatisha. Kila kitu kwake lazima kiwe na maana, kiwe safi, kiwe sahihi, kiwe bora. Anapofanya kazi hufanya kwa moyo wake wote, kwa umakini, nidhamu na uangalifu wa hali ya juu. Hata hivyo, kwa sababu hiyo hiyo Anaweza kujichosha mno akijaribu kutafuta ukamilifu usio kuwepo. Wakati mwingine anapokosea kidogo tu, hujihisi kama ameharibu kila kitu. Lakini ukweli ni kwamba ndio watu kama hawa wanaoleta ubora duniani, maana hawakubali mambo ya kawaida. Nne, ni mtu mwenye nidhamu, maadili na uwajibikaji wa juu. Introvert melancholic Ni mtu wa kanuni. Anaishi kwa misingi, si kwa hisia pekee. Anajua tofauti kati ya sawa na kosa, na moyo wake haupumziki mpaka afanye lililo sahihi. Ni mtu wa mipango anayependa kupanga kesho yake kabla haijafika leo. Katika kazi, huwa mnyenyekevu, mwenye uwajibikaji na asiyechezea majukumu. Anaweza kuwa kimya, lakini kazi yake itasema zaidi kuliko maneno yake. Ni mtu anayeamini kwamba maadili ndiyo msingi wa maisha, na kwao uaminifu ni heshima ya nafsi. Lakini wakati mwingine hulazimika kuumia kimya kimya anapoona dunia haifuati kanuni hizo anazoamini. Tano, ni mtu mwenye nafsi ya kina na maono marefu. Introvert melancholic si mtu wa kuishi tu, ni mtu wa kutafuta maana ya maisha. Anatafakari, anajiuliza maswali ya ndani kama kwa nini niko hapa, maisha yangu yana thamani gani? Ni mtu wa ndoto kubwa anayetamani kuona dunia bora, yenye utu, upendo na haki. Anapenda mazingira tulivu, muziki wa taratibu, ushairi au mazungumzo ya kina yanayogusa nafsi. Ndani yake kuna ulimwengu wa maono falsafa na tafakari ambazo wengine hawawezi kufikia. Kwa sababu hiyo, mara nyingi hupendelea upweke, si kwa sababu hapendi watu, bali kwa sababu upweke humsaidia kusikia sauti ya nafsi yake. Sita: ni mtu mwenye akili kuu, ubunifu na uwezo mkubwa wa kufikiri kwa kina. Miongoni mwa sifa zote zinazowatofautisha watu wa haiba ya introvert melancholic, hii ndiyo inayowafanya wasimame pekee katika kundi la watu wenye akili ya juu ni kundi linalosifika kwa hekima, ubunifu na uwezo wa kuchanganua mambo kwa undani wa hali ya juu, uwezo ambao mara nyingi hauonekani kwa macho ya kawaida. Introvert melancholic hufikiri zaidi ya kilicho mbele yake, anaona zaidi ya wengine wanachoona, husikia zaidi ya wengine wanachosikia, na ana uwezo wa kuunganisha mambo madogo madogo, madogo na kuyafanya kitu kikubwa chenye maana ndiyo maana asilimia kubwa ya watu wenye akili za ajabu wale wanaoitwa geniuses huanzia kwenye kundi hili na wale wa kundi introvert phlegmatic. Akili ya introvert melancholic ni ya kutafakari, kuchunguza na kuhoji, si kwa shaka, bali kwa hamu ya kujua ukweli. Ni watu wanaopenda kusoma vitabu vya kina, kutafiti sayansi, kuchambua tabia za binadamu na kuuliza maswali ambayo wengine huyaona magumu mno. Kwao kufikiri ni kama pumzi, wanapumua kwa mawazo. Lakini zaidi ya hayo, wana ubunifu wa kipekee wanaweza kuandika kwa maneno machache lakini yakabeba dunia nzima ya maana. Wanaweza kutengeneza muziki unaogusa roho, kuchora picha yenye hisia au kubuni kitu cha kiteknolojia kinacholeta mabadiliko makubwa. Hayo yote ni matunda ya akili inayofikiri kwa kina, inayochunguza dunia kwa utulivu, si kwa haraka. Hata hivyo, akili hii kubwa pia huja na changamoto zake, kwa sababu introvert melancholic hufikiri kupita kiasi. Wakati mwingine, anaweza kujikuta anazama kwenye wimbi la mawazo mazito, huzuni au hata mashaka ya nafsi, lakini hata humo mara nyingi huzaliwa kitu kipya, wazo jipya, ubunifu mpya au falsafa ya maisha ambayo wengine hawawezi kuifikia. Saba, ni mtu mwenye uaminifu mkubwa na uadilifu usioyumba. Kwa introvert melancholic uaminifu si jambo la kuchagua, ni sehemu ya utu wake. Anapoamua kuwa na mtu anakuwa naye kwa dhati, iwe ni katika urafiki, kazi au mapenzi. Hachanganyi uhalisia na maigizo, wala si mtu wa kujifanya. Anachokiamini ndicho anachosimamia na anachosema ndicho anachomaanisha. Ndani ya nafsi ya introvert melancholic kuna sauti ya ndani inayomwambia fanya lililo sahihi, hata kama hakuna anayeona. Ndiyo maana ni watu wanaotegemewa, wanaoheshimu ahadi na wasiopenda usaliti. Hupendelea marafiki wachache wenye uaminifu kuliko wengi wasio wa kweli. Maarufu kwao, hulipia uaminifu wao kwa maumivu. Wakisalitiwa huumia zaidi ya kawaida, si kwa hasira, bali kwa huzuni ya kuona thamani ya ukweli ikipuuzwa. Hata hivyo husema kimoyomoyo, si kila mtu anaona kama mimi, lakini mimi siwezi kuacha kuwa mimi. Uaminifu kwao ni kiapo kisichovunjika. Nane. Ni mtu mwenye roho ya upweke na tafakuri ya kina. Introvert melancholic hupenda upweke, si kwa sababu ni dhaifu, bali kwa sababu kimya kwake ni hekima. Ndani ya ukimya wake hufikiri, hutafakari na hujenga ulimwengu wa mawazo yake. Ni katika upweke ndipo anapopata nguvu, mawazo mapya na amani ya nafsi. Hapendi kelele za dunia wala mashindano ya kuonekana. Hupenda mazingira yenye utulivu, muziki wa polepole pole, au mazungumzo yenye maana. Wakati mwingine anaweza kuonekana kama mtu wa kujitenga, lakini ukweli ni kwamba ndiyo hapo anapojisikia mzima, anapokuwa na nafsi yake mwenyewe. Ndani ya upweke huo hufikiria mambo makubwa: maisha, hatima, ubinadamu na maana ya kuwepo. Ndiyo maana wengi wao huwa waandishi wa falsafa, wasanii wa, wa roho au wanasayansi wa kutafakari hupumua ndani ya kimya na hutoa hekima ndani ya maneno machache. Tisa. Ni mtu mwenye maono, imani na kusudi la kina maishani. Introvert melancholic haishi tu kwa siku ya leo, anaona mbele zaidi ya macho. Anapenda kujua kwa nini jambo fulani lipo na linamaanisha nini katika maisha. Ndani yake kuna imani kubwa kwamba kila mtu ameumbwa kwa kusudi na maisha hayapaswi kupotezwa kwa mambo mepesi. Ni watu wanaoamini katika maadili, uhalisia na maana ya ndani ya maisha wanaweza kukaa kimya kwa muda mrefu wakijiuliza maswali kama, je, nafanya jambo sahihi? Je, ninatumia kipawa changu ipasavyo? Ni watu wenye ndoto kubwa, lakini tofauti na wengine ndoto zao si za anasa, bali za kuleta mabadiliko ya kweli. Wanaweza kuonekana kama waangalifu sana, lakini ndani yao kuna moto wa maono unaowaka kimya kimya, ukingoja wakati sahihi wa kuangaza dunia. Kumimi, ni mtu mwenye wito wa kisaikolojia anayehisi kuelewa na kutibu nafsi za wengine. Sifa ya kumi ndio inafunga duara la utu wa introvert melancholic. Ni watu waliozaliwa na kipaji cha kihisia cha kipekee, uwezo wa kugusa nafsi za wengine kwa maneno, ushauri au hata ukimya wao tu. Introvert melancholic ana macho yanayoona huzuni ambayo wengine huipuuza. Anaweza kutambua maumivu ndani ya tabasamu la mtu, na ana uwezo wa kusema maneno machache, lakini akapunguza maumivu makubwa. Ndiyo maana wengi wao huwa wana saikolojia, waandishi wa vitabu vya kuponya roho au walimu wanaoelewa zaidi ya kufundisha. Wana moyo wa kusaidia, si kwa kutaka sifa, bali kwa sababu wanajua uzito wa maumivu ya ndani. Kwao mtu akilia, wa wanahisi machozi yake ndani yao. Ni watu wanaoishi kwa upendo wa kweli, upendo wa kimya usio na tambo, bali wa kipekee unaobeba faraja. Kwa kifupi, introvert melancholic ni tabaka la nadra la roho zilizopewa jukumu la kufikiri, kuhisi na kutibu dunia kimya kimya. W Wow. Tumegundua mengi sana leo. Tumeona jinsi introvert melancholic anavyofikiri kwa kina kama bahari tulivu, jinsi anavyopenda kwa hisia za kweli na jinsi anavyotafuta ukamilifu katika kila jambo, huku akibeba moyo wa huruma kubwa na uwezo wa kutibu nafsi za wengine. Hakika, haiba hii ni hazina adimu ya ulimwengu wetu. Sasa, nataka kusikia kutoka kwako. Je, ni sifa ipi kati ya hizi kumi imekugusa zaidi? au kama wewe ni introvert melancholic una changamoto gani unazokabiliana nazo? Acha maoni yako hapo chini, kwa sababu tunajenga jumuiya ya watu wanaoelewa na kuthamini utofauti wa haiba. Moja, subscribe kwa channel hii sasa, gonga kitufe hicho na kengele ili usikose elimu hii ya kina. Mbili, like video hii ikiwa imekupa mwanga mpya kuhusu wewe au mtu unayemfahamu. Tatu, share video hii na introvert melancholic yoyote unayemjua. Msaidie ajitambue, na usitoke mbali. Katika video yetu ijayo, tunahitimisha uchambuzi wa kundi la introvert phlegmatic, ili ni kundi la pili kutoka introvert melancholic. Tutaangalia kile ambacho hujui kuhusu kundi ili, hatutamaliza mpaka tujue ukweli wote kuhusu kundi hili. Asante sana kwa kuangalia, tutakuona kwenye video ijayo ambapo tutafunga pazia la siri za haiba hii. Kwa heri.